Hili ni Vugu la Uswazi. Karibu katika Vugu la Uswazi, wanasema utamu wa kuku awe wa kienyeji, na hizi ni ladha asili ambazo zinaleta maana halisi ya utamaduni. Unaweza kuzipata hapa kupitia 7 Hits Media. Hapo ndipo tutapata changamoto mbalimbali kufahamu mziki halisi na utamu wa mziki wa Singeli. Hili ni Vugu la Uswazi, haliboi wala halichoshi kupitia 7 Hits Media. Seven Hits Media, tumekiwasha. Tume yes, mdau wa Vugu la Uswazi karibu sana katika Seven Hits Media. Leo ikiwa ni siku nyingine tunakuletea Yuda Msaliti bwana mkali wa hizi kazi <laughs> ama mkali wa hizi kazi za wa mziki wa singeli. Ni kitambo kirefu sana, uh, Yuda Msaliti hajawa kwenye masikio ya Uh, mashabiki zake. So leo tumeamua kuwaleteni hapa live na exclusive kupitia Seven Hits Media. Jina langu unaita Aduli underscore katika peji za Instagram, uh, na kama utakuwa bado jisubscribe channel yetu inabidi ufanye hivyo kwa sababu hapa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikakutua stress and uh, usifikirie tena kuhusu chochote na ukawaza kupitia Seven Hits Media. Okay? Uh, I hope utakona nisikia bwana Yuda Msaliti hapa uh, ni Seven Hits Media, lakini pia leo tunataka tupite na wewe kwenye vugu la uswazi uh, ni muda mrefu sana mashabiki wako hawajakutia masikio yeah, tulitaka kufahamu kwamba ni mkakati gani ambao unaupanga hivi sasa kupitia muziki huu wa singeli, sababu ni muda mrefu upo kwenye game uh, na Watanzania wengi wanatamani kuona nafasi yako inabaki kuwa yako. Je, una mpango gani katika huu muziki wa singeli? Eh, wapenzi wasikilizaji, mashabiki zangu. Naitwa Yuda Msaliti babake na Joisi, Eh, mimi watu wengi wanasema kwamba nilikuwa kimya kwenye game. Sio kama nilikuwa kimya, tatizo show zilikuwa nyingi. Unajua tulianza kwenye mwenge, tuenda kwenye mwenge, tukuja kwenye kampeni. Shasoma. Mi Yuda bado nipo na uji wangu bado upo. Shasoma na isingeli, muziki hauna mtu, muziki kila mtu ni wa kwake. Shasoma, hata acheza mpira ujua walikuwa wako wa zamani na wa sasa hivi. Kwa hiyo Yuda tabaki kuwa Yuda. Kwa hiyo mashabiki zangu, kae ni mkaa wa kula. Oke, okay, sawa. Yuda Msaliti, kwa hivi sasa gemu ya Singeli imekuwa na mageuzi makubwa na kuwa na wasanii wengi Je, tofauti, tofauti, ni kweli kiushindani uh, katika mziki huu kuwa mkubwa kumefanya wasanii ambao walikuwa waasisi wa mziki huu kupotea kwenye gemu? Hapana. Hakuna msanii wote wa zamani alopotea, wasanii wa, wa, wa zamani wote wapo na hakuna msanii, bado wapo, kuna Yuda bado nipo paka leo, kuna wengine wengine wengine bado wapo, tunasoma, ila kutokana vijana wengi sasa hivi wanadili sana muziki wa mtandao tunasoma, na mimi kwanza upande wangu na fly vijana kuja kuna mziki wanazidi kuweka mziki na kwa mkubwa nazidi nazidi kupata hela, ila kwa kujua kabisa sisi wa Kongo tunapata hela, watoto wetu hawapati wapati, sisi ndo tunapata hela kutoka na ujue, tunapigwa sisi, tuna mikoa mbali mbali. Nani ulimuona wasanii uh, wadogo dogo? Sio hapo kuna mwenge, hapo kuna kampeni, nani ulimuona? Kaka Yuda Msaliti, unalipi la kuambia mashabiki zako ambao, uh, wanategemea mambo mazuri kutoka kwako? Mashabiki zangu, mashabiki zangu mashabiki zangu kama wale wa mashabiki unaojiona mshabiki wa Yuda, mimi narudia tena, sio kama nilikuwa kiuda, nimerudi melodi na nipo, na waomba kitu kimoja, mashabiki zangu. Kwanza Ijumaa, Mungu anapojalia, saa tatu usiku nitaka kuachia albamu nyimbo kumi, lakini ikaona ah, naanza kuachia nyimbo yangu moja. Ijumaa usiku saa tatu naachia nyimbo yangu inaitwa Chizi Zero, nimepiga na Kidochi MC. Nadhani ndugu zangu wengi mnamjua Kidocha MC, inaitwa chizilo chizilo chizilo chizilo chizilo chizilo chizilo. Yes, mdao wa Vugu la Uswazi. I hope utakuwa umemsikia Yuda Msaliti ambaye alikuwepo hapa live kabisa kupitia 78 Media ameuzungumzia mziki wake na kuwaweka sawa mashabiki zake ambao wanadhani kwamba Yuda Msaliti amepotea kwenye game. Kwa maana ya kwamba Yuda Msaliti anaandaa magoma ya kuombea msamaha ambayo yeye mwenyewe ametuhakikishia kwamba haya magoma yatawafurahisha mashabiki zake miaka yote. Na tukumbuke kwamba Yuda Msaliti ni mkali wa hizi kazi toka kitambo lakini pia amezungumzia ukimya wake haumaanishi kwamba amepotea kwenye game, lakini pia ametuelezea kwamba yeye ni miongoni mwa wasanii ambao wanaitumia fursa vizuri ya muziki wao na kunufaika nayo. Kwa hiyo kinafasi ambacho hivi sasa wadogo zake ama, um, wasanii chipukizi wanaitumia, wana haki ya kuitumia kwa sababu yeye alishatumia huko. Hivi sasa ni wakati wake wa kuvuna matunda. Hii ni Seven Hit Media. Na kama utakuwa bado hujasubscribe, subscribe and turn on notification ili waanze kupata mavugu yote ambayo anapostia kupitia hapa Seven Hit Media. Jina langu naitwa Adule Underscore katika mitandao yote ya kijamii, itakuwa vizuri kama utanicheck na kunifollow katika pande zote ambazo zinatakiwa kufollow, lakini pia unatuma hata request pande ambazo zinatakiwa request. Hapa hapa Seven Hit Media kuna mengi sana ya kusikiliza. Tukutane tena siku nyingine na muda mwingine. Seven Hit Media tumekiwasha.